Shirika la habari la Bloomberg limeripoti mapema siku ya Jumamosi kuwa viongozi wa Ulaya wanaangalia uwezekano wa, wa kununua silaha za Marekani na kuipa Ukraine mara mara tu baada ya uhamishi wa silaha ulioidhinishwa na utawala uliopita wa rais Joe Biden kukamilika. Rais wa Marekani Donald Trump alikariri mapema wiki hii kwamba Washington inaweza kujiondoa katika mzozo wa Ukraini ikiwa mazungumzo ya Marekani kati ya Moscow na Kyiv hayatatua matokeo yoyote ya maana. Hii ni shida ya Ulaya, ilipaswa kubaki kuwa shida ya Ulaya, Trump alisema. Pendekezo la kununua silaha kutoka Marekani kwa ajili ya Ukraine ili iweze kuendelea kupigana na Urusi kwa sasa linapata sifa zaidi katika Umoja wa Ulaya na Uingereza huku kukiwa na wasiwasi kwamba uwasilishaji wa silaha wa Marekani ungekoma katika majira ya joto, shirika la Bloomberg limeongeza. Wazo ni kwamba ikiwa Trump atakataa kutuma silaha za Marekani kwa Ukraine, Ulaya ifanye hivyo, watu wanaofahamu swala hilo walieleza ya shirika la habari la Bloomberg. Wakuu wa nchi wanachama wa NATO wa Ulaya wanaamini kwamba ikiwa wataweza pia kumshawishi Trump kuendelea kutoa huduma ujasusi kwa Kiev, basi Vladimir Zelensky anaweza kushinda, duru zimearifu. Mapema mwezi huu rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikiri kwamba Ufaransa imefikia kikomo cha uwezo wake wa kusambaza silaha nchini Ukraine. Hatuwezi kutoa kile ambacho hatuna, na hatuwezi kukamua jeshi letu wenyewe, tumetoa kila tulichoweza, Macron alisema. Mna Mnamo mwezi Machi mwaka 2024, makamu wa rais wa tume ya Ulaya Joseph Borrell alielezea shida inayoikumba hifadhi ya silaha ya Umoja wa Ulaya akibainisha kwamba baada ya miaka miwili ya msaada wa kijeshi kwa Kiev hisa zilizopo zimepungua na mzozo umeibuka kutoka kwa vita vya hifadhi hadi vita vya uzalishaji wa silaha. Pia amesema kuwa sekta ya ulinzi ya Ulaya inakidhi karibu asilimia 40 tu ya mahitaji yake, akimaanisha kuwa nchi wanachama huagiza vifaa vyao vingi vya kijeshi. Tangu arejea madarakani Januari mwaka 2025, Rais Donald Trump hajatangaza msaada wowote wa, wa kijeshi unaofadhiliwa na serikali ya Washington. Moscow imeonya mara kwa mara kwamba uwasilishaji wa silaha za magharibi kwa Ukraini hautasimamisha malengo yake ya kijeshi lakini utarefusha mzozo na kuongeza hatari ya makabiliano ya moja kwa moja ya NATO na Moscow. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov mapema alisema utawala wa Trump unataka amani tofauti na nchi za Ulaya ambazo zinataka kurefusha mapigano. Siku ya Jumamosi, wizara ya mambo ya kigeni ilithibitisha zamira ya Mosko ya ya azimio la amani licha ya kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema wafuasi wa magharibi wa Kiev ikiwa ni pamoja na EU na Uingereza wanawajibika kwa mfululizo wa hivi karibuni wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine zinazolenga raia wa Urusi. Mataifa ya magharibi yanataka kuvuruga mazungumzo ya amani yaliyofanywa upya kati ya upia, Urusi na Ukraine huku wakitekeleza malengo yao finye malengo yao ufinyu ya kisiasa Alisema waziri huyo wa mambo ya kigeni. Alikuwa akizungumzia msururu wa mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani zilizoanzishwa na Kivu wiki hii. Kwa mujibu wa jeshi la Urusi, ndege zisizo na rubani 776 na makombora 12 yalinaswa juu ya ardhi ya nchi hiyo kati ya siku ya Jumanne na Ijumaa, huku ndege zisizo na rubani 12 zikishambulia shabaha zao siku ya Jumamosi asubuhi. Wizara ya ulinzi ya Urusi iliripoti kwamba ndege nyingine 104 zilinaswa ndani ya Urusi usiku kucha. Hatua za uchokozi za Kivu zinatokana na uungwaji mkono ambao baadhi ya mataifa ya Ulaya yakiongozwa na Ufaransa Uingereza, Ujerumani na uongozi wa umoja Ulaya yakiwakopesha wanazi wa Ukraini, Lavrov alisema na kuongeza. Tunasadiki kwamba wanawajibika kwa uhalifu huu, alisema. Waziri huyo akiongeza kwamba Moscow ingejaribu kukomesha sera hiyo. Lavrov amesema lengo la uungaji mkono wa kivu ni kuvuruga mazungumzo ya amani ambayo alifanywa upya mjini Istanbul wiki iliyopita, baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kujitolea kuanzisha tena mazungumzo bila masharti yoyote. Urusi kwa sasa inafanyia kazi kikamilifu pendekezo la amani na itakuwa tayari kuiwasilisha kwa upande wa Ukraine kufuatia mabadilishano makubwa ya wafungwa yanayofanywa na Moscow na Kiev mwishoni mwa jumaa. Moscow imejitolea kuleta amani licha ya uchochezi wowote. Waziri wa mambo ya kigeni alisema Umoja wa Ulaya na Uingereza zinachochea mzozo tu na kuhimiza Vladimir Zelensky wa Ukraine na serikali yake kuendeleza umwagaji damu. Lavrov alisema hata wito wao wa kusitisha mapigano mara moja na bila masharti ni fiche kwa nia yao ya kuendelea kuisukuma Ukraine kwa mashambulizi zaidi. wameweka dau lao la kuingiza Ulaya kwenye vita dhidi ya Urusi, ili kuwezesha upiganaji wa Ulaya, alionya akiongeza kuwa serikali za magharibi zinapanga kutenga kiasi kikubwa cha pesa kwa lengo hilo la kufanya Ulaya kupigana na Urusi. Na mshauri wa kiongozi wa Ukraini Volodimir Zelenski, Mikhaeli Podoliaki, amesema Ukraini haiwezi kumudu kupoteza msaada wa kijeshi wa Marekani katika mzozo wake na Urusi. Podoliaki aliambia gazeti la Ufaransa la Le Pen kuwa msaada wa Marekani ni muhimu kwa juhudi za vita za Kiev. Chini ya utawala wa rais Joe Biden, Marekani ilikuwa mfadhili mkubwa wa silaha kwa Kiev. Tangu reje madarakani, Donald Trump hajaidhinisha msaada wote wa kijeshi kwa Ukraine. Podoliaki amepongeza Ulaya kwa kuchukua msimamo thabiti wa kiunga mkono Ukraine katika mzozo wa sasa, lakini akasema kwa sasa ina shughuli nyingi na uwekaji silaha zake yenyewe ili kuiunga mkono vya kutosha Kiev. Ulaya inaandaa upya na kubadilisha sera yake ya kigeni na kijeshi. Hata hivyo, mabadiliko haya yanachukua muda. Kwa bahati mbaya kwa Ukraine, muda huo unapimwa katika maisha yanayopotea. Hatuwezi kumudu kuruhusu Marekani kujitenga na vita hivi, kwa sababu msaada wake wa kijeshi ni muhimu kwa Ulaya na Ukraine, alisema Podolyak, akirejelea maonyo ya kivu kwamba Urusi ni tishio kwa Ulaya na inataka kuitawala Ulaya, madai ambayo Moscow imepuuzilia mbali mara kwa mara. Urusi mara kwa mara imelaani msaada wa kijeshi wa nchi za Magharibi kwa Ukraine, ikisema kwamba unarefusha mzozo uliopo.